Sasa kama chama bila mabadiliko hakiwezi kushiriki uchaguzi na mimi Chiduo niliingia Chadema kwa sababu nina malengo ya kuwasaidia wananchi wangu wa eneo langu ambao walikuwa wanateseka, maana yake hilo duka limefungwa mlango. Kwa hiyo mimi ndoto zangu na ndoto za Chadema ni vitu viwili tofauti. Sasa leo tunahamasishwa tukapambane tukazuie uchaguzi. Lissu familia yake iko Ulaya. Mke wake Lissu yuko Ubelgiji, wanaye Lissu wako Marekani wamechukua uraia wa Marekani. Sasa leo Michiduo mwanangu yuko pale Dumila, niende nikazuia uchaguzi. Nawezaje hicho kitu? Lema anayezungumza, Lema anayezungumza mpaka leo familia yake iko Kanada. Waliyabeza maliziano ambao leo maliziano yamemrudisha Lisu, yamemrudisha Lema, yamewarudisha na wengine na yametufanya hata Chadema leo tupo tena tunaendelea kuwepo kwa sababu ya maliziano. Kama kweli Lisu ana nia njema kuandamana, tunaomba walete wanae wawili kutoka Marekani ambao wana uraia wa kule amlete mke wake ambaye yuko Ubelgiji, atangulize mbele, kwa sababu hata Mboye alishafanya hicho kitu. Tulimwambia Mboye, toka na familia yako Mboye. Akatoka na familia yake kweli. Lissu akachochola kalala mbele ya kutokea. Hii Tanzania ya ujamaa. Tanzania ambayo Mwalimu Nyerere ametufundisha kuoleana. Kwamba mwana CCM anakwenda kumuoa mwana Chadema, mwana Chadema anakwenda kumuoa mwana CCM. Tunashiriki, ndio siasa, lakini bado hatuwezi kuondoka kwenye ule utu wetu na maadili yetu ya kitanzania. Hatuwezi kukubali hivyo vitu vya kusema tunakwenda kupeleka watu kwenye maandamano. Ni kitu ambacho hakiwezekani hiki. Wenzetu wa Kenya walifanikiwa hayo mambo kwa sababu kwanza Mkisumu hawezi kumwoa labda Mjaluo. Mja, sisi Mkaguru anamwoa Mgogo, Mgogo anamwoa nani, na tuna, tuna jamii. Mimi leo ukifuatilia historia ya familia yangu iko pale, wote ni wana CCM. Maana yake ukiniambia na kwenda kuzuia uchaguzi, nikamzuia mamangu siku ya kupiga kura, siende kupiga kura, kwa maana nimkamate mkono nimvute. Ni vitu ambavyo haviwezekani. Kuna mambo yanatokea ndani ya chama chetu alafu unabakia kuwa peke yako, kwao za kuambiwa na kwao changanyi na zako. Sio kila jambo ukiambiwa Chiduo ulifanya unaweza ukalifanya, sio kweli, sio ishu ya kwenda kuzuia uchaguzi. Kwa hiyo kwa sababu hiyo, ninaamua kupisha pembeni, kujivua nyadhifa zangu zote, zote za kiuwanachama, zote za kiupenzi, zote za kiushabiki, kubakia Chiduo wa kawaida kabisa.